Unaweza kuona kwa kadiri inavyosogea ya miguu yake ikagusa ule uzi ne? Na sasa akajikuta amefungwa miguu juu kichwa chini, ambia amuulize anko chini. Sasa unafanya nini wewe, si nilikwambia, wewe nilikwambia uwezi kutoka humu ndani lazima ufie humu wewe e, funga mdomo wako we mshenzi wewe, yani hata kama mi na wewe tunatokea katika dhehebu moja, kwanza nilitakiwa nikuambie tangu mapema hapa uwezi kutoka ukiwa hai. Akamgeuka bana, wakaanza kupambana. Sasa angalia, Master Fu amefungwa mguu mmoja, kwa hiyo hata kupigana kwake kunakuwa kwa tabu, lakini anajitahidi kapambana sana. Kwa hiyo kumbe huyu mzee hakuwa na nia kabisa ya kumsaidia huyu jamaa kusimama. Unyama kabisa. Sasa angalia Kijana akaweza basi kukata ule mnyororo kutoka juu. Sasa yuko sawa, anko chini eh. Kwa hiyo hata wale marafiki zako sita hawakuuawa na silaha ambazo ziko mafichoni mwa ndani. Ni wewe umewaua eh? Akamwambia umechelewa sana kulijua hilo. nani nani, yule mwanamke ambaye umemhifadhi katika lile jengo, ah, ndani ndani, kumbe uliangalia nani umo mule ndani, si ndio? Mzee akawa memind zaidi kujua kwamba mwamba alishaona nani umo mule ndani <tokajuu> Sasa anajitahidi kupambana naye kwa kutumia huo huo mnyororo, mnyororo. Mzee mzee anajitahidi kupenda. Kuna Kuna wakati wakati akaunasa ule mnyororo. Sasa amemvuta, alafu anataka kummaliza tena. Aha. Kuna wakati mzee yuko vizuri. Mapambano yake sio ya kawaida. Inabidi pia uwe na ujuzi wa hali ya juu sana. Sasa angalia silaha inayopelekwa inapelekwa kwa nguvu, lakini ghafla akatokea mtu akamsaidia. Ah, saa chini. Sasa unataka kummaliza na huyu jamaa. Master Fu akashangaa, eh? Ambia mimi naitwa Yika. Eh? Ujawai kulisikia hilo jina? Eh, mwambie Yika, umewezaji kufika humu ndani? Mwambia nimepanda huko juu ya milima mzee wangu. Kuna mahali nimepita katikati ya mto. Mm-hmm. Niambie vipi, eh? Unatafuta jinsi ya kutoka humu ndani? Eh, huyu ni rafiki yako? Akasema hapana. Yeye Yika akasema ushenzi kabisa. Kwa hiyo umekuja huko sehemu ya hatari kumwokoa au? Wambia asante. Wewe ulipoingia humo kwa sababu uliyahatarisha maisha yako, unataka watu wengine pia wapitie mm hayo -hmm. Ndio maana ukamhifadhi ule mwanamke kwenye lile sanduku la crystal mpenzi wako ambaye anaitwa Shaw, mngeweza kutengeneza makubaliano yani, ya kwamba ungeweza kupata amani ya mambo ya suluhisho, kwamba kati ya hizo ngome mbili Central Plain pamoja na ukule jangwani, mgeweza kuelewana ili muwe mnafunga ndoa, yani, kwa sababu hizo ngome hamruhusiwi kuwa yani, kuoana. Lakini ile siku pakafanyika shambulizi la ghafla, ndipo basi wewe E, ukawa basi imetokea umempoteza mpenzi wako, na tangu wakati huo wote basi unatamani uendelee kuwa hapa ukililinda kaburi lile au jeneza lile au mwili wa mpenzi wako mm -hmm. Amwambie basi ukweli ni kwamba siku chache zilizopita pia kuna story nilisikia kwamba katika mili wanatokea watu ambao ni kama vile mapepo. Sasa cha ajabu hao mapepo au hao wa wa wa wa majini hawaui watu yani, hawatishi, wanaiba tu kuku nimegundua kwamba hao mapepo na hao majini ni wewe kumbe. Unaibaga huko, alafu unakujaga kujificha huko. Baada ya, ya kushambuliwa kule siku ile, basi kila kitu kwenye maisha yako kimebadilika. akaanza kumind kusema, mimi namlaumu sana Luzi Ming Luzming ndo huyo huyo ambaye amemuua sasa yule mpenzi. Mpenzi, mpenzi, sema huyo alikuwa rafiki yangu mkubwa sana. Sana, lakini, lakini, lakini sawa basi, hata mpenzi wangu wangu, yeye alikuja kunisaidia huko baada baada ya ya kuingia humo. Lakini baada ya hapo angalia kilichotokea. Mimi sikuwa na namna nyingine. Nilikuwa nampenda sana mpenzi wangu Shao Shuo. Sikutaka aje kuniokoa, lakini yeye aliamua kuja huko mwenyewe. Kwa hiyo Shao Shuo aliuliwa na Luzming. Na mimi nikaamua kuwaua marafiki zangu wengine, na tangu hapo ndipo ambapo watu wengine wote wananichukulia mimi kama vile monster. Nafikiri huu ni ndio maana ukauhifadhi mwili wa mpenzi wako katika lile sanduku la sampuli ile ili usi. Na umekuwa hapa kwa zaidi ya miaka ishirini ukiilinda hiyo. Umekuwa ukija na kuwaamini watu wote ambao wameingia humu ndani hawajawahi kutoka wakiwa hai. Nia yako ni kuhakikisha kwamba unapafanya pawe salama akasema <tellat informative> ndio kwanza mimi nachukia sana ile dhehebu la kichani hao, a ndo walionifanya mimi nikaishilia kuwa hivi. Wa wewe ta msi, msi, kuniambia chochote lazima mnisikilize. yeah, so. Ah! hao wawili wakapatana. Sasa akamwambia hapo Mako, kama unataka kutoka huko humo ndani mzee, nisikilize. Wakaanza kumchangia mzee, yuko vizuri akishagaamua kwamba utoki ni utoki, kwa sababu kwanza, yani, mashwati yake hiyo hiyo, sanaa yake ya kupigana ni ya hali ya juu sana, ni ngumu sana kumshinda. Sasa hapa anashambuliwa na watu wawili ambao nao na wenyewe wako vizuri sana, ikabidi wamshambulia ili waweze kusaidiana watoke hapo <tot> hatimaye basi ikawa imefikia mzee, sasa hali yake sio hali, akaanza kusema hakuna yoyote kati yenu atakayetoka hapa ndani. Mzee alienda akavuta mnyororo eh, fulani ambao inaonekana kuna namna ulivyotegwa huko, ya kwamba ukifanya hivyo, basi ina maana kunatokea maporomoko. Anasema mi siondoki, nataka nivyoum Sachi na kwa kuhakikishia wala huna haja ya kukaa humu ndani wewe twende tu utapata maisha mengine. Niende wapi? Dunia ishakuwa kubwa, mimi siondoke hapa. Kila kitu changu kiko hapa. Hata mpenzi wangu pia Lian Shao Shuang yuko hapa. Akamwambia ondoka haraka. Master Shu, Master Fu ondoka. Mm, akamwambia hakuna haja, nenda kalipe kisasi ulichoniambia. Sasa ameshakubali kwamba mwamba aondoke lakini yeye afie umo ndani. Kama uonavyo, baadaye wakawa wamefanikiwa kutoka. Hatukuoneshwa wametoka vipi au kwa wapi, lakini ndio hivyo, wameshasafa. Kwa nini ame, ameamua kujiua staili ile? Unajua, labda pengine ndivyo jinsi ambavyo alitaka yeye. Hata hivyo, alikuwa ni mzee ambaye anajua sana. Kuna vitu vingi vinaweza vikamuua mtu katika hii dunia, ukiacha tu uwezo nadhani kila kitu kimo katika mwili wako n yani, wewe tayari una hivyo vitu vyote. Hili lilikuwa ni fumbo, maana yake ni kwamba anamaanisha moja ya kitu ambacho kinaweza kumuua mtu, kama sio kupigana ni hapana, eh, kisasi lakini pia mapenzi. Wala hata usijali hapo, unaweza kwenda popote pale unapotaka akamuuliza, lakini wewe, kwa nini mara zote unataka, utaki mimi nikufuate? Sisi si marafiki? Hapana, kwanza kabisa mimi na wewe sio marafiki Sihitaji msaada wako. kwaposiwa i aea akamwambia, sijui nini kinachofanywa uwe namna hii. Kama mimi sikufika pale nikakusaidia mbele za Uncle Chen, ungetoka kweli? Anatokea kwetu, anatokea sasa hapo. Miss Ma kama kawaida yake, haya wewe, ee, akamtandika eh, wanaita nini, wanaita nini? Mkwaju au kitu gani? Mjeledi, mjeledi kamtandika eh, mjeledi. Anamwambia, kwa nini unatoroka? Kwa nini? Akamwambia kuna ma, kuna watumwa wengi katika gereza lako. Ya nini basi kuendelea kunifuatilia mimi? Akasema mimi sihitaji kumfuatilia mtu mwingine, wala sina wasiwasi na hao wengine. Mimi niko na wasiwasi juu yako. Maneno tu yale yalishaeleweka, kwamba huyu mwanamke ambaye basi tunamwita ni Miss Mafalin. Ashatokea kumpenda sana Fu Hongxue. Wewe simama hapo, si unaenda wapi? Wow. Sasa bibiye anampenda huyu jamaa lakini hajui jinsi gani ya kumwambia. Njia yake ya kuexpress upendo wake ni vile ambavyo wazi lakini atamwamba ukimwona jinsi anavyomwangalia bibie, na hata namna Misimaa anavyomtazama na unaona, pana kitu. Oya, bradha fue, kusema ukweli inafaa umshukuru sana Misimaa. Kama sio yeye si, labda pengine mimi nisingepata nafasi ya kuja kukusaidia. Ingewezekana mpaka sasa ungekuwa bado umo kule chini katika yale makaa. Yaani najutia kwa nini sikukuua wewe. Hicho ndo kitu pekee tu unachojutia kweli? <laughs> walivyoanza kuzungumza hapo kabidi Murong, I mean nyinyi yani, mmezaliwa kwenye sayari ipi? Kila mara mkikutana mnazozana tu tu. leo jinsi zilivyo nzuri. Mazingira pia ni mazuri. Kuna shairi moja niliandaa kwa ajili yenu oh. Mtalipenda li shairi. inaonekana master Fu hakutaka kusikiliza. Hasa wewe ah, ungesikiliza japo ja ubeti mmoja tu. Pale alikuwa amebakia Aya, unaonaje basi nikakuimbia nikakuimbiako kashairi? Akajiandaa vizuri. Basi hapo hapo akaanza kumwimbia ushairi. Sasa sasamsmane hata sauti jamaa ya ushairi hana. Kwa hiyo ikawa ile kitu imemboa, akasema "Haya, mtazamaji usisahau juu ya swala la wewe kusubscribe hapa. Hebu subscribe sasa hivi kama haujawahi kusubscribe. Zingatia hilo. Lakini vile vile oh, matangazo yataendelea kama kawaida. Ikiwa unataka kutangaza bidhaa yako hapa au biashara yako hapa, namba ya simu inapita muda wote kwenye skrini yako, itumie na vile vile pia, ipo YouTube channel inauzwa na iko sokoni sasa hivi. Unaweza pia, kuinunua. Ikiwa unahitaji pia, namba ya simu iko kwenye skrini yako, unaweza kunitafuta mara moja tukawasiliana, nikakufanyia jambo. Wakati huu, angalia huyu bibi basi, jina lake naitwa Chuinan, tumeisikia story yake ya kusikitisha kuhusiana na familia yake, na tumeisikia kutokea kwa Miss Ma ya kwamba basi mama yake na huyo bibie huyo hapa, mama yake ndiye aliyemuua mama wa Miss Ma Fangling, huyu sasa amekuwa mpaka amekuwa hapo alikofika, lakini kuna tukio lingine aliyowahi kulifanya. Anamwambia vipi huko? Sawa, kweli. Huyo aliyeingia hapa ndio kamanda ambaye yuko in charge kwa sasa hivi kwenye wale secret agent, ni mmoja kati ya spy wakuu, anaitwa jina ni nani? Anamwambia, hebu nikuulize unajua harusi imekaribia kati ya Master Murong Mingzu pamoja na ndugu yako e, Miss Martha. Nasema kutakuwa na makundi mengi atakayokuja ya wageni. Hatuwezi kujua ni nani ambaye ananiambia. Lakini usijali. Mimi sitoacha kwa namna yoyote mtu yoyote alete. Unajua ndugu zetu wale dada zetu wadogo zetu walikaa na sisi kwa mda mrefu sana, ah. Inasikitisha, tumeshindwa hata kuwafanyia mazishi mazuri. Yani, kufanyia mazishi anawambia, labda pengine ndio hatima yetu sisi, sio watu wenye bahati, na jinsi hata walivyoondoka hawakujuana, hawakuacha hata kumbukumbu. Sasa hawa ni wawili wanaoongea hawa, wamekaa zaidi miaka mingi katika ile eneo kuliko watu wengine wote ambao walikuja baadaye kama askari wengine. Wakati Jin Mao anaondoka, kamwambia basi mimi nikufate, mwambia hapana, yani maana umesha sasa wewe tena simfanyi kazi hapa na ini, na akasema ni kweli, mimi simfanyi kazi tena hapa. Najua u... kwa miaka nimekuwa nikitamani sana hili ambalo tunalifanya sasa, ndo ningelifanya hatimaye. Hiyo siku imefika, inanishangaza sana kuona eti kwamba nimepoteza kabisa furaha yangu. kama jinsi ambavyo umeweza kuona Chwina amekuwa na huzuni usoni mwake sana. Hii yote inatokana na namna ambavyo amekuwa anajipata na misi sana e Master Fu Hongxue. Yeye kile kitendo alichokifanya alikifanya akiwa anajua alichofanya, ana hata kama basi alimuua kama ambavyo anaamini yeye alifanya, ili kusudi kuwaaminisha wenzie wote kwamba haendi kinyume na kambi yao au ngome yao. Anasema sasa, baada ya kukaa miaka yote katika ngome yetu, ili nifanye elewe tu ni jebeza kwamba katika haya maisha udi meo gsa basi, mimi pengine sikupangiwa kuja kupendwa na mtu yoyote, udin ibezkuda ni kama vile basi nimeandikiwa kuishi tu peke yangu. Angalia mwisho wangu sasa. <laughs> Ni kama mtu anayecheka lakini hana furaha. Unajua, kuna kicheko cha kukata tamaa, kuna kicheko cha huzuni, kuna kicheko cha majonzi. Unaona, eh, mambo hayaendi, basi unacheka, lakini si kucheka tu unafurahia. Sasa anajitafakari sana, akaanza kufikiria kila anapopiga picha namna hii inakuwa kama anamuona Master Fu Hongxue, ni kama anamuona anakuja pale alipo, ya yani hii picha kama inamjia hii. sasa anaitafakari hii picha kiuhalisia, ni kama vile moyoni mwake anaona kitu, lakini haamini unaweza kuona jinsi analia lia kweli kweli, machozi yanamtoka na nini, umeona bana. Akasema ah, lakini mimi naota eh, hebu niachane na ndoto za mchana. Anasema mm, Fu Hongxue alisha kufa, haiwezekani kwamba akawa hai. Pengine basi mimi ili ninaliwaza tu, si kama iko hivyo. Sasa baada ya muda mfupi, akiwa katika hiyo hali, Master Fu Hongxue akatokea pale ni kagazebo fulani kako katikati hivi ambako kametengenezwa katikati kabisa ya Vipi, labda pengine hii kidogo imekuvunja moyo kwamba bado hujafanikiwa? Alimwangalia na akashindwa atajibu nini, kwa sababu hata hivyo kweli sababu zaidi kufanya vile atajielezea hivyo. Akamwambia, kama unataka kuniua, ni na hmm, hivi kwa kwa nini kwa nini ulifanya hivyo, na ni ulinidanganya mara ya mwisho. Bibia alimpeleka akimwambia Ma Kongqun anaishi kwenye eneo la maficho kwenye milima kule kumbe anampeleka kule ili akamuue. Basi alichofanya alichukua kile kijipini cha nywele alichompa kama zawadi. Haya, hatua aliyoamua kuichukua ni kukivunja kijipini kile, ambapo alimpa kama zawadi mara ya mwisho. Usisahau kwamba e, bibia huyu walipoenda jangwani kwa mara ya kwanza walipokuwa wametoka katika lile eneo linaitwa 10000 household kasiri Shizakati ambalo e, basi ndo anadai kwamba ndio number one martial art section e, dhehebu namba moja la sanaa ya mapigano pale. Basi utakumbuka walipotoka bibi alipoteza kile kipini chake cha nywele jangwani, jamaa alipogundua kwamba bibi alikipenda kile kipini, alimwachia iki kama zawadi. Leo kakivunja. Leo anamwambia, sitobadilisha maamuzi yangu, nishakujua wewe sio mtu mwema. Akamwambia basi tafadhali, kama ikiwezekana, hebu kuliko uondoke na Si bora nifie hapa. Mwambie kwa nini nataka iwe hivyo? Inawezekana vipi hata hivyo? Wakati uliponichoma kile, kwa nini uliikitumbukiza pembeni? Kumbe kile kisu ambacho bibia alimtumbukizia kifuani alikipeleka pembeni, akamwambia nilikosea tu, yani kama nilimiss, nilimiss kwa bahati mbaya. Ulimiss kwa bahati mbaya. Maana yake nini? Haya, sasa angalia Kumbe basi hii kus, ndio kusema kwamba bibie hakuwa na dhamira ya kumua. Sasa sijui kama hakuwa na dhamira ya kumua, kwa nini alimsukuma kutoka pale juu? Labda alijua kwamba huyu mwamba ataenda kuishilia wapi, pengine kwenye lile kaburi. Mimi si lakini anamkumbatia tena, namwambia, naomba tuondoke, mimi na wewe twende mbali huko. Ehe, twende zetu huko kwingine mbali kabisa, maswala ya visasi tuachane nayo, anamwambia hmm. Ninajua ya kwamba una maumivu moyoni mwako. Sasa angalia, akamwambia katika hii dunia e, nafikiri yako mengine ambayo ni muhimu kuliko visasi. Labda tu sisi ndo ambao hatustahili mafumbo. Baada ya kumwambia maneno hayo, akaondoka zake. unajua katika mazungumzo yao ni kama vile kijana bado anatamani kulitimiza ambalo aliagizwa kwenda kulitimiza. Sasa bado hajalitimiza na ndio maana amerudi tena, na kama basi, sijui kwa nini, au nia yake nini, eh, kuja kumthibitishia kwamba mimi, bibie alishaamini kwamba basi jamaa alishakufa siku nyingi, lakini kumbe bado alikuwa yuko hai, hivyo leo anaondoka eh, na hapo basi unamwona Chuma akiwa basi amebaki peke mwanzoni ule upweke uliokuwa ukimsumbua mpaka kaja zake huku jangwani katikati mbali kote huku ni kwa sababu basi ya ule uchungu aliokuwa nao na ule upweke baada ya kuamini amefanya vitu ambavyo havikutakiwa yeye afanye. Basi ndo tumeikamilisha episodi hii wakati huu kwa jinsi hiyo eh? Hii ni episodi, eh, ya kumi na sita. Bila shaka tutakutana kwenye episodi ya kumi na saba na kuendelea. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informa. Matangazo nimeyatoa mara kwa mara hapa, kama una bidhaa yako ama biashara yako eh, unaweza kuitangaza hapa. Eh, ni muhimu sana. Lakini tuna YouTube yetu nyingine, nafikiri pia nimekukumbusha sana kabisa ambayo inaitwa ya Lukindo, hii inafanya sana movie reels. Ee, unaweza kusubscribe pia kwenye channel hiyo. Ikiwa una uhitaji basi wa kufanya chochote kati ya hiyo, wasiliana nami kwa namba ya simu ambayo umeiona katika screen yako. Why hii nafasi? Kwa sababu hata baada ya biashara hiyo mimi basi nakuongezea kitu kingine ambacho katika biashara tunasema ni added value, ni kuongeza thamani kwa namna yoyote, sio tu kwamba utanunua channel alafu basi, ila baada ya wewe kuinunua kwangu basi mimi nitakufanyia mimi mwenyewe promotion ya mwezi mmoja, kwa kile ambacho unakuwa unaweka basi, utapata watu wengi sana kati ya wale ambao wananifuata mimi ambao ni zaidi ya laki moja na elfu ishirini. Sasa hao ni wengi, wanaweza kukusaidia ili nawe uweze kufanikiwa kutimiza malengo yako. Tukutane kwenye episodi ya kumi na saba kwa mwendelezo zaidi.